Hii ni Alute Media na mimi ni Salimu Alute, tukiwa katika chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, ikiwa imebakia siku mbili kabla ya kufanyika kwa maadhimisho ya miaka ishirini toka kuanzishwa chuo hichi. Leo hii makamu mkuu wa chuo Profesa Mussa Assad alipata nafasi ya kuzungumza na wahitimu wa zamani wa chuo hichi. Teue mtu hapa na wewe ndiyo utakuwa sekretari ya alumni, utakupa kompyuta, utakupa database, utakuwa na simu na nini ili kuweza kufanya mawasiliano na kucoordinate shughuli za alumni. Hilo ni jambo ambalo chuo linatakiwa kufanya, na katika mambo ambayo katika mikutano yenu ya siku mbili hizi muamue. That is the role of alumni to be together as a unit. Naye mmoja wa hitimu wa chuo hichi bwana Jafari Haniu ambaye ni mkuu wa wilaya ya Rungwe alikuwa na haya ya kusema. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimekuwa, ni furaha kwangu kurudi sehemu ambayo imekuwa ni moja ya sehemu kubwa mafanikio yangu niliokuwa nayo leo hii, nikiwa mkuu wa wilaya ya Rungwe katika mkoa wa Mbeya. Nimepita sehemu mbalimbali za utumishi e, serikalini, lakini kwa sasa nizungumzie kwa nafasi hii ambayo ninayo ni mkuu wa wilaya ya Rungwe. Kwa hiyo chuo hiki na mchango mkubwa mno katika hapa ambapo nimefika, nami nito wito kwa wote ambao wapo chuoni hapa ambao wako kwenye mafunzo kwa sasa hivi kwamba waendelee kusoma kwa bidii na chuo hiki ni moja ya chuo bora sana hapa nchini, kwa sababu ya wengi ambao wamemaliza chuoni hapa wako na nafasi mbalimbali serikalini na hata katika taasisi nyingine nje ya serikali eh. Kwa hiyo sisi kama alumni, nafikiri tumekubaliana kwamba ni muda sasa na mwafaka wa kuhakisha tunarudisha kwenye chuo chetu, ili kuchangia katika shughuli za maendeleo na kutanua chuo chetu, itakuwa na wanafunzi wote ambao wamemaliza chuo kikuu kupitia hiyo database tutakuwa na uwezo wa kupanga mipango ya ya, ya, itakayotusaidia kukinua chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Sasa tunapotambuana kwamba huyu mtu yuko wapi anafanya kazi gani, hayo yanatusaidia kutambua kwamba ni kitu gani ambacho mhusika anaweza akatusaidia pale ambapo kuna changamoto yoyote, au pengine kuna jambo la msingi ambalo tunahitaji ku toka. Hapa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, mimi ni Salimu Alute, Alute Media.